Kisha uchungu ukampeleka kwenye shina la mtende, akasema: laiti ningelikufa kabla ya haya na nikawa niliyesahaulika kabisa. fanadaha min tahtiha alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya, pakatangazwa kutoka chini yake, usihuzunike, hakika mula wako mlezi amejaalia chini yako

fakuli inni nadhartu lilrahmani sauman falan ukallima alyawma insiya, basi kula na kunywa na lituwe jicho lako, na pindi ukimwona mtu yeyote, basi sema hakika mimi nimeweka nadhiri kwa Allah ya kufunga kwa hivyo leo sitasema na mtu. fa atat bihi qaumaha tahmilu qalu ya Maryamu laqad ji'ti shay'an shay fariya, akenda naye mwanawe kwa jamaa zake amembeba, wakasema ewe Maryamu, hakika umeleta kitu cha ajabu. Ya ukhta Harun ma kana abuki mraa sawin wa ma kanat ummuki bagiya, ewe dada yake Harun, baba yako hakuwa mtu mwovu, wala mama yako hakuwa kahaba. Fa asharat ilay qalu kayfa nukallimu man kana fil mahdi sabiya Akawashiria kwa mtoto. Wakasema, vipi tumsemeshe aliye bado mdogo yumo katika bebeo. qala inni abdu llahi ataniy lkitaba wajalani nabiya. Isa akasema hali ya kuwa ni mtoto mchanga mimi ni mja wa Allah, amenipa kitabu nacho na ni Injili, na amenifanya nabii Wajalani mubarakan aynama kuntu wa awsani wa bis salati waz zakati ma dumtu hayya, na amenijaalia ni mwenye kubarikiwa popote pale ni wapo, na amenihusia sala na zaka maadamu nipo hai. Wa barran bi walidati wa lam yajalni jabbaran shaqiya, na nimtendee wema mama yangu wala hakunifanya niwe jeuri mwovu wasalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'athu hayya na amani iko juu yangu siku niliyozaliwa na siku nitakayokufa na siku nitakayofufuliwa kuwa hai Dhalika Isa ibn Maryam qawla al-haqq alladhi fihi yamtarun Huyo ndiyo Isa mwana wa Maryamu ndio kauli ya haki ambayo wanaifanyia shaka. ma kana lillahi an yattakhidha min waladin subhana idha qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun, aiwi kwa Allah kuwa na mwana subhanahu, yeye ametakasika, anapolihukumia jambo, basi uliambia tu huwa

Lakini makundi yakahitalifiana wao kwa wao, basi wale wao hao waliokufuru kwa kuhudhuria siku iliyokuu. asmi' bihim wa absir yawma ya'tunana lakini adh-dhalimun al-yawma fi dhalalin mubin, watasikia na wataona vizuri vilioje siku watakavyotufikia, lakini madhalim sasa wamo katika upotofu

Hakika sisi tutairithi ardhi na walio juu yake, na kwetu watarejeshwa. wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya, namtaje katika kitabu Ibrahim, Hakika yeye alikuwa mkweli na nabii. Ith kala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasmau wa la yubsiru wa la yughni anka shay'a, alipomwambia baba yake, ewe baba yangu, kwa nini unaabudu visivyosikia na visivyoona na visivyokufaa chochote. Ya abati inni qad ja'ani min ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiya, ewe baba yangu kwa yakini imenifikia elimu isiyokufikia wewe, basi nifuate mimi nami nitakuongoza njia iliyo sawa. Ya abati la ta'budi shaytana inna shaytana kana lirrahmani asiya, ewe baba yangu usimwabudu shaytani hakika Sheitani ni mwenye kumwasi mwingi wa rehma. Ya abati inni akhafu an yamassaka adhabun min arrahman fatakuna lishaitani waliya. Ewe baba yangu, hakika mimi naogopa isikupate adhabu inayotoka kwa mwingi wa rehma ukaja kuwa mwenzi wa shetani. Qala araghib anta an alihati ya Ibrahim la in lam tantahi la arjumannak la in lam tantahi la arjumannak wahjurni maliya. Baba akasema unaichukia miungu yangu ewe, eh Ibrahimu, kama huachi basi lazi lazima nitakupiga mawe. qala salamun alayka saastaghfir laka rabbi, innahu kana bi hafiya Ibrahimu akasema salamun alayk, amani we juu yako, mimi nitakuombea msamaha kwa mwala wangu mlezi, hakika yeye ananihurumia sana. wa'tazilukum wa ma tad'un min duni llahi wa ad'u rabbi asa an la akuna bi du'a'i rabbi shaqiya, nami najitenga nanyi na haya mnayoabudu badala ya Allah, na ninamwomba Mola wangu mlezi asani siwe mwenye kukosa bahati kwa kumomba mola wangu mlezi. falamma atazalahum wama yaabuduna min duni llahi wahabna lahu ishaqa wa yaqub wa kullan jaalna nabiyya, basi yalipojitenga nao na yale waliokuwa wakiabudu badala ya Allah tulimpa Ishaq na Yaqub na kila mmoja tukamfanya nabii wa wahabna lahum min rahmatina wa jaalna lahum lisanan sidqan aliyan, na tukawapa rehma zetu Musa, na tukawajaalia kupewa sifa za kweli tukufu. Wadhkur fi lkitabi Musa innahu kana mukhlasan wa kana rasulan nabiyyan, na mtaje Musa katika kitabu. Hakika yeye alikuwa ni mwenye kuchaguliwa na alikuwa mtume nabii. wanadainahu min janibi at-tur al-aymani wa qarrabnahu najia, na tulimwita upande wa kulia wa mlima na tukamsogeza kunongona naye. wa wahabna lahu min rahmatina akhahu Harun nabiyyan, nasi kwa rehema zetu tukampa nduguye Harun

Wakana yamuru ahlihu bissalati wazzakati wakana inda rabbihi mardiya, na alikuwa akiwaamrisha watu wake sala na zaka na alikuwa ni mwenye kuridhiwa mbele ya Mola wake mlezi. Wadhkur fil kitabi Idris innahu kana siddiqan nabiyya, namtaje katika kitabu Idris, hakika yeye alikuwa ni mkweli na nabii

na katika uzao wa wale tuliowapandisha pamoja na Nuhu, na katika uzao wa Ibrahim na Ismail, na katika wale tuliowaongoa na tukawateua. Wanaposomewa aya za mwingi wa rehma, idha tutla alaihim ayatu arrahman kharru sujadan wa bukia, huanguka kusujudu na kulia.